Tumi, tumi, kwa ghafla asubuhi nama tunaona msajili wanakuja bila kutoa taarifa yoyote, wanatotoa nje bila notice na kutumia mabavu. Lakini kiwalisia, mimi nimeishi nimeishi kwenye nyumba hii toka nikiwa darasa la kwanza mpaka sasa hivi nina watoto na, na familia. Kwa hiyo msajili wa majumba wanafanya fujo wanakwenda ndivyo sivyo kwa sababu hii nyumba ilitaifishwa na serikali wakati wa Azimio la Arusha. Katika kutaifishwa kule, msajili maelewano yakawa kwamba msajili atakuwa anahusika na hiyo maduka ya chini, hizi flo moja na mbili zilirudishwa kwa baba. Baba yangu ana lease holder, msajili ni free holder. Hasa katika hali ya kutokufahamu Gafla msajili wanatujia na kututoa nje kama mnavyoona, tujapewa notice, hatujaambiwa. Nimeongea ni na bwana mmoja anamfahamu kwa sura na jina, anaitwa Macha yuko na National Housing, ndio nimemuuliza hapo, akaniambia, mbona mnatutoa bila notice bila document yoyote? ameambia watu waendelee kufanya kazi, kwa hiyo anatutoa. Shirika la nyumba la taifa NHC siku za hivi karibuni limekuwa likitekeleza wajibu wake wa msingi wa kusimamia rasilimali nyumba za taifa ilizokabidhiwa kuzisimamia kwa mujibu wa sheria. Nyumba tajwa hapo juu awali alipewa mmiliki wa awali exiona Bwana Paul Kiauka Njao atumie kwa kipindi cha uhai wake tu, kwamba baada ya mmiliki wa awali kufariki nyumba hizo zilipaswa kurejeshwa kwenye shirika la nyumba la taifa kama sheria ya utwaji wa majengo namba 13 ya mwaka 1971 inavyotaka. Hivi karibuni shirika mkoa wa Kilimanjaro limebaini kuwepo kwa wavamizi wa nyumba za kuishi tajwa hapo juu. Baada ya shirika kuzitoa nyumba hizo mwezi wa tatu mwaka 2025, mwaka huu tulibaini kwamba zilikuwa zinatumiwa na watu waliojiita wamiliki wa nyumba wa wa hizo.